Israeli na wapiganaji wa Hamas wamefikia makubaliano ya mpango wa kwanza wa amani ulioasisiwa na Rais Donald Trump wa Marekani wa kusitisha mapigano na ubadilishanaji wa mateka, hali inayoashiria mwanzo wa kumaliza vita vya miaka miwili katika eneo la Mashariki ya Kati. Makubaliano hayo yamefikiwa ya ikiwa ni siku moja tu baada ya kumbukumbu ya mwaka wa pili tangu kundi la Hamas kufanya mashambulizi ndani ya Israel yaliwaua watu elfu moja na mia mbili na kuwateka wengine mia mbili hamsini na moja. Hatua iliyoanzisha vita kamili na Israel kuishambulia Gaza. Akitangaza kufikiwa kwa makubaliano hayo, Rais Trump amesema nanukuu kauli yake, ninajivunia kutangaza kuwa Israel na Hamas wote wamesaini awamu ya kwanza ya, ya mpango wetu wa amani. Hii inamaanisha kuwa mateka wote wataachiwa karibuni na Israeli itajiondoa katika mstari ulioafikiwa kama hatua ya mwanzo kuelekea amani ya kweli na ya kudumu, mwisho wa kunukuu. Kundi la wapiganaji wa Hamas limethibitisha kufikiwa kwa makubaliano ya kumaliza vita na kusema kuwa makubaliano hayo yamejumuisha uondoaji wa wanajeshi wa Israeli Gaza pamoja na ubadilishanaji wa wafungwa. Hata hivyo, kundi hilo liliitaka Marekani na mataifa wadhamini kuhakikisha Israel inatekeleza kikamilifu makubaliano ya kusitisha mapigano. Pamoja na kufikiwa kwa makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano, bado kuna changamoto zinazohitaji majibu, ikiwa ni pamoja na muda wa utekelezaji, namna ya kusimamia Gaza baada ya vita na hatima ya Hamas kama kundi la kijeshi. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameshukuru timu ya usuluhishi kwa kuwezesha mpango wa amani kufikiwa. Hata hivyo, Netanyahu anakabiliwa na shinikizo la ndani kutoka familia za mateka na raia waliochoka na vita huku washirika wake wa kisiasa wa mrengo wa kulia wakitishia kujiondoa serikalini iwapo watatoa ustahimilivu mkubwa kwa Wapalestina. Chanzo cha habari upande wa Palestina kinasema kwamba Hamas imeorodhesha majina ya viongozi wapigania huru wa Palestina waliofungwa kifungo cha maisha katika magereza ya Israel, akiwemo Marwan al Bagut, kiongozi wa Fatah na Ahmed Sadat, kiongozi wa Popular Front for the Liberation of Palestine.